gani mtazamaji wa Kwizera TV, karibu sana kwenye dondoo za kimichezo. Mimi ni mwana sports wako Anset Binambi, tutakuwepo hapa kudadavua ee, taarifa kedekede, ambapo ligi ya EPL itakuwa inarejea baada ya mapumziko ya FIFA ambayo yalikuwa yame zimepumzika timu hizo. Nipo na mchambuzi Andrew Nehemia ambaye anakuja kufanya overview ya EPL, ama ya ligi hii ya Uingereza. Kaka, mambo vipi? Safi, mambo vipi? Chwali uko poa. Fresh bana mapumziko ya eh, FIFA yameturejesha tena bana hey, kwenye mazungumzo haya ya kimichezo mm. kuweza kufanya tathmini kwamba mm. eh. Hey, hey. Hebu tuambie hey. Hey, ipero inarejea Ni no. Kwa namna gani sasa hivi vilabu vya Uingereza vimejipanga kupata ushindi kwa sababu inaonekana ni ligi ambayo ina upinzani mkubwa sana, ni ligi ambayo ina upinzani mkubwa mara mm. baada ya mapumziko ya FIFA na sasa uh, timu zinarejea. uh, kumbuka kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wameenda kwenye timu zao za kitaifa pia mm -hmm, nao sasa tayari wana wamesharejea. Eh, ina maana ni kwamba wachezaji walikuwa hawaja seto mm -hmm, walikuwa hawajakaa tu nyumbani mm -hmm, walikuwa kwenye mazoezi makubwa ya eh, timu zao za taifa, wale ambao walipata bahati ya kuchaguliwa, kwa tukitazama kwamba itakuwaje sasa mm hii, -hmm, hii ligi mara baada ya kurejea mm -hmm, itakuwa ni ligi ya vuta nikivuta kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wachezaji ambao wao sasa walikuwa wame wamehakikisha kwamba wanafanya mazoezi mm. kwa timu za, za, za, taifa. Aa, na kujituma. Wengine walikuwa nyumbani wamepumzika, lakini mazoezi hapa na pale walikuwa wanafanya. Tazama Chelsea wanarudi, tumeona mchezaji wao William kwenye timu ya taifa amefanya nini? mm. mambo makubwa sana mm. tumeshuhudia akina Osman pia alikuwa kwenye timu zao za taifa mm. amefanya nini? Kwa hiyo sasa hii ligi inaenda kuwa ni ya moto sana, watu walikuwa wametulia hmm. Eh, hmm. sasa hivi sasa kila mmoja anaanza kutafuta zile alama tatu hmm. anatafuta magoli ma, itakuwaje? hmm. Bana uh, mm. haya mapumziko mafupi ya FIFA hmm. yanaweza yakawa ya, ya, ya yamewasaidia walimu kuwaweka wachezaji wa, wao katika hali nzuri ya upambanaji, kwa sababu unaona kuna vilabu ambavyo vilikuwa vimepoteza vime michezo mfululizo mm, tukizungumzia mm, kama Liverpool imepoteza michezo mfululizo <laughs> kwa hiyo uh, an uh, uh, uh, uh, Slot anaweza kawa amekuja na kitu kipya kutokana na mapumziko ya FIFA. Of course kupoteza kwa michezo sio Liverpool tu ambao wamepoteza, hata na baadhi ya timu mm. Tumeshuhudia Manchester City wakipoteza, Chelsea pia nao wamepoteza, tukitazama mm -hmm. Leeds wamepoteza pia. Yaani ni kila timu. Sasa hivi imeenda kujipanga lakini mm. Ukizungumzia Liverpool ni kweli wana kazi kubwa. Mm. Uwezo haya, komba, uh, kwa kusema kwa mapumziko haya kwamba Arne Slot kwa atakuwa amefanya marekebisho makubwa ya ya kikosi, ya kikosi. Mm. ni just uh, anafanya tuma maelekezo mm. tulikosea hapa, tulifanya hivi. We beki hapa, utakao fanya hivi. Mm. kiungo utakao fanya hivi. We winga okay. utakao fanya hivi. We kama mshambuliaji pia ilikuwa utakao fanya hivi. Nyinyi marekebisho mm. madogo madogo, lakini kama wachezaji watakuwa kabisa wana wa, wana strength kubwa mm. ya kufanya ma ajabu kwenye hizi mechi ambazo zinaenda kuanza hapo kesho mi hmm. naamini ligi itakuwa ni ya kuvutia na zile timu ambazo zilikuwa zimepoteza matumaini. Utakuja kujirevamp sasa. okay. Ni revamp kurudi kwenye ule ule msimamo wao. hmm. hmm. E, bana tutamatishe hili sasa. Naam. We kama mchambuzi wa soka, mfuatiliaji wa kabumbu, unaona hii ligi ya EPL hmm. inaisha vipi? Hii ligi ya EPL bwana mm. yeyote anaweza <laughs> kawa, akawa, akawa bingwa. Arsenal anapewa sana uh, Arsenal mm. uh, ni kweli Arsenal sasa hivi anaongoza ligi mm. tunafahamu hilo mm. lakini shida ya, ya Arsenal ni moja. Arsenal wanaweza wakapiga vizuri, zinapobakia mechi nne za mwisho mm. wanaanza kupoteza mchezo <laughs> ndio ndio kitu ambacho kinawauma wa, sana wana Arsenal mm. na hawapendi kusikia, si wachambuzi tukizungumzia hilo mm. okay. sana Arsenal mm. lakini timu yoyote mm. inaweza kuwa bingwa wa ligi yep. Ndapo wakipata ushindi mm. wakipata alama ambazo zinatakiwa, of course unaweza kushangaa mm. kuna sasa hivi unamdhania Liverpool ambayo mm. akaanza kushinda hizi mechi ambazo zina mfululizo mfululizo mfululizo akaamka nafasi ya nane sasa hivi yupo huko chini mm. akaanza kupanda mpaka nafasi ya tatu ya nne ya ngapi mm. eh, kwa sababu mpaka sasa hivi tunasema bado ligi ni mbichi. Mm. Maajabu ya soka na maajabu yake. Eh, yani soka ina maajabu yake sana. Unaweza mm. -hmm. kushangaa kwamba ah, imekuwaje. Mm -hmm. Eh, unajua Arsenal ukushikilia bomba inakuwa ni ngumu. Ndio ndio. Eh, lakini pia huu msimu ni msimu mpya. Mm. -hmm. Eh, hii kasi ambayo wamekuja wamekuja nayo ah, uh, wanaweza aka wakaiendeleza. Okay. Kwa usbiti kwamba nani bingwa? Mimi siwezi nika, nikatamka. Nika, lakini bwana hii weekend, mm. -hmm. Hii weekend ya lawama sana sana mm -hmm. sana. sana pale EPL, bana, shukrani sana, nashukuru sana bana. Ni EPL, England Premier League. Ligi, ligi kubwa sana barani Ulaya, ligi bora sana barani Ulaya. Nilikuwa na mchambuzi Andrew Nehemia akidadavua kwa uzuri kabisa, baada ya mapumziko ya FIFA ni kwa namna gani ambavyo hii ligi itarejea.